Asma anacheka anakisikia kwa hili hili ya mwishu. Anasema kwamba mba licha ya kijumba hiki kuwa kidogo, kodi yake ni sawa na ya kiyombo kuhiku katika mitaa ya hadhi ya chini kuliko huu. Kuhusu rani ya Sara ya kurudi kijijini. Asma anasema kwa mba hawezi kurudi kijijini na mwini wa hiyo na hiyo. Hana hiyo, hana hali kuishi katika umasikini wa mjini, kuliko kurudi kijijini kwenye umasikini wa mjini. Kwa kiasma, itakuwa kwamba wazazi wake walijibidiisha bure kumwelimisha. Msimamo wake ni kwamba maisha ni kujaribu na, na kujitahidi. Sara anayaona maisha ya mjini kama yaliyojaa yakaea isizo na matija. anapojilinganisha na Asma Ana anajiona kuwa na haka kuliko Asma. Asma anacheka na kumwambia kwamba watu wa kisasa hupenda kuwa na kimo kidogo kama chake, anajiona kama anawapendeza Swala la ndoa limejitokeza tena katika onyesho hili. Sara anamwambia Asma aetee mkwe amnunulie leso kama mugu alivyomnunulia. Mama anapoingia, Sara anamuuliza habari za buia. Asma na mama wanashangaa kwa nini mama mtu aulizia habari za kila mara. Sara anaeleza kwamba Asma akimpata mume atakuwa akiulizia habari zake pia. Asma anasema kwamba hataki mambo ya kuzungushwa vitu. Kimsingi hataki kuolewa, hataki kudhibitiwa sana. Anawakumbusha kwamba wasiukuze urefu wa kibuli zaidi, kwamba alimwokoa neema kutoka kwenye ajali bila kuwa na uhusiano wowote wa kinasaba nayo, kwamba asingekuwa kwa utu wa kibu neema angekuwa amekufa kutokana na ajali hiyo mbaya. Pamoja na haya yote, asma nahisi kwamba lungi ni mchoro Hawani kwa nini akatae Sara sa, aishi kwenye nyumba yake kubwa kiasi hiki? Neema anakubaliana na Asma. Dalila anasema anastahili Uraja ameachiwa mshahara wake kuwakimu wazee na wanao wake. Sara anawakumbusha Neema na Asma kwa kwamba anastahili kumwona mungu kama ndugu yake. Anawakumbusha hisani ilionyesha mungu kwa ili kushirikiana na Neema kwa jengo la kijiji. Anaitetea uamuzi wa ya kukataa saa hii anasema ni kinyume na utamaduni. Hata Neema na Asna wanapodai kwamba dunia imebadilika, anashinda kwenye mjadala kwa kuwambia kwamba hiyo ni dunia yao. Onyesho linapoisha, tunaona Neema akiwahimiza Asna na Sara wamke ili wawahi kwa daktari kazini. Aonyesha asilimia kubwa ya vijana elimu inapaswa kuwafungulia milango ya waka ajira na makao yenye sta. Inapaswa kuwatoa kwenye uhitaji ulioandamano vijijini mwa livyo ajivi maazimio ya Asna. Hata hivyo, matamanio yake hayafikiwi. Waka wa nafasi za kazi unamfanya Asna kuishi maisha ya kukupatika. Anaishia kuishi katika kijumba kidogo licha ya kutotaka kuishi kijijini. Elimu imesawiriwa kama chombo cha kukngishi. Pamoja na kisomo chake, hataki kurudi kwao kuchangia maendeleo, badala yake anaogopa umaskini wa shamba. Utamaduni na umeairiwa kama nyenzo ya kukuza utengano. Bunju anatumia masharti ya mila na desturi kumtenga yeye na Neema, hawani ubaya, hata Sara anapoishi katika chumba kimoja na Asna, huku kwao kukiwa na nafasi kubwa naye anaueeleza utengano huo kwa kubadiliana na msimamo wa wabini . Onyesho hili linaganua mandhari ambapo Neema na Asna wanaishi licha ya kwamba wenyewe, ndugu Asna anaishi katika chumba kimoja ambamo jiko na kitanda na mahali pa kufikia, tofauti na makochi yaliyomo kule ya kwa Neema, huku kwa Asna kuna kitanda ambacho ndicho kinatumiwa kama kiti wakati mwingine. Mwandishi anayeweka nadhari Aisha sambamba hivi kuchimuza swala la utakatifu. Maswala mengine aliyoshughulikiwa katika onyesho hili ni kama vile elimu, bidii, uwajibikaji na nafasi ya familia katika maendeleo ya kijamii. Vizuri sana.